Simba yaipoteza Yanga barani Afrika, takwimu za IFFHS ambapo imeelezwa kwamba kwa mjibu wa ripoti ya IFFHS iliyoangazia matokeo na mafanikio yaliyopelekea ukusanyaji wa alama nyingi kwenye mashindano mbalimbali kuanzia Oktoba mosi mwaka 2024 hadi Septemba 30 mwaka 2025, basi klabu ya Simba ndiyo pekee kutoka kanda ya Afrika mashariki iliyoshika nafasi ya juu ya tisa wakati Yanga ikikamata nafasi ya kumi, huku timu nyingine ambazo zimeweza kuingia katika hiyo orodha basi ni timu ya Pyramids, ambayo yenyewe e, imeongoza e, imeongoza baada ya kutoa ubingwa wa klabu bingwa barani Afrika kwa msimu wa 2024 na 2025 na, lakini Al Ahly ambayo ni yenye imeshika nafasi ya pili, ambayo yenyewe iliondoka katika hatua za nusu fainali kombe la klabu bingwa barani Afrika. Zote hizo ni za Misri, yani Pyramid na Al Ahly. Zote ni za Misri zimeshika nafasi ya kwanza na pili, wakati RS Berkane ya Morocco yenyewe imeshika nafasi ya tatu, ambapo RS Berkane ni timu ambayo ilicheza fainali na klabu ya Simba na kuweza kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika wakati huo

timu ya Esperance de Tunis yenyewe ni ya nne na ni ya nne, hiyo hiyo timu nayo iliondoka katika hatua za mwisho kabisa. Na timu nyingine ambayo imeshika ni Mamelodi Sundowns ambayo ipo nafasi ya tano, ambapo Mamelodi Sundowns iliweza kufika fainali wakicheza na Pyramids, nayo nimefika nafasi ya tano kutokea South Africa. Na hapo Simba haijabeba kikombe cha hata cha bahati mbaya kwa, he, kwa wakibeba NBC msimu huu itakuwaje basi? Takwimu zake zinaweza kuwa juu zaidi, lakini kwa sasa kwa mjibu wa IFFHS basi takwimu ndio hizo, Simba namba 9, Yanga namba kumi.